Wiki ya simulizi ya biashara leo ni siku ya pili katika wiki ya biashara za mtandaoni, na leo biashara yetu inahusu e-commerce. Sasa e-commerce inahusu mambo gani? Leo hatupigi stori ya juu juu. Nitaenda kukupa mchanganuo wa jinsi ya kuuza bidhaa bila kumiliki bidhaa hiyo, jinsi ya kutumia WhatsApp na Instagram kibiashara, sio kuposti picha za wachezaji mpira, na jinsi ya kutuma mzigo mikoani bila kutapeliwa. Hii ni business sasi wanavoita wa wajanja kwa lugha ya mtaani. Sasa hebu tuende darasani. Hebu tuangalie mfumo wa pre-order, uh, ingawa wengine wanaoita huo ni drop shipment ya kibongo. Sasa hii maana yake nini? Sasa swali kubwa ambalo kila kijana anauliza ni kuwa nitaanzaje biashara wakati mfukoni nina nauli tu? Hapa ndipo tunatumia mbinu inayoitwa pre-order model au kwa lugha nyepesi drop shipping ya kibongo. Hebu tuangalie hatua ya kwanza ya kuchukua. Unachofanya hatua ya kwanza ni kutafuta supplier mkubwa. Usikae nyumbani na kuwaza, amka, nenda Kariakoo kwa pale kwa hawa Dar es Salaam, nenda Machinga Complex au maeneo ya Kamata, ingia kwenye maduka makubwa yanayouza bidhaa unazozipenda, iwe ni raba, magauni au vifaa vya simu. Ongea na mwenye duka, mwambie ukweli: kaka au dada, mimi ni mfanyabiashara wa mtandaoni, sina uwezo wa kununua mzigo sasa hivi, lakini ninawateja. Naomba nipige picha bidhaa zako, nikipata oda na kuja kuchukua keshi. Wafanyakazi au wafanyabiashara wengi ni wa Kariakoo, wanataka mzigo utoke, na watakubaliana na wewe. Tuangalie hatua ya pili na hatua ya tatu inahusu mambo gani? Hatua ya pili inahusisha kupiga picha na kuposti. Unapiga picha kali, tutamzungumzia hii baadaye, kisha unaposti Instagram pamoja na WhatsApp. Hatua ya tatu inahusu kuongeza faida yako, yaani markup. Hapa ndipo business hii ya sasi inapoingia. Ikiwa raba dukani inauza shilingi elfu ishirini na tano. Wewe usiuze elfu ishirini na tano. Wewe unauza huduma ya kumfikishia mteja posti kwa bei ya shilingi thelathini na tano elfu au arobaini elfu Hiyo elfu kumi au elfu kumi na tano ya juu ndio faida yako. Hatua ya nne nayo inahusu mambo gani? Hatua ya nne, mteja analipa kabla. Hapa ndipo wewe unapoingia kwenye faida. Mteja akishakuuliza na, na kubali bei, unamwambia alipe. Akishatuma pesa, unachukua ile shilingi elfu ishirini na tano unaenda kumpa mwenye duka, unachukua raba na ile elfu kumi na tano iliyobaki unaweka mfukoni. Unatumia pesa ya mteja kufanya biashara. Hii inaitwa zero inventory risk. Uwezi kupata hasara ya mzigo kukaa ndani na kupitwa na fashion kwa sababu hununui mzigo mpaka mteja amelipa. Huu ni mfumo wa mtaji mdogo ambao hauhitaji uuze figo kuanza biashara. Sasa hebu tuangalie mikakati ya Instagram pamoja na WhatsApp Business. Hii ikoje? Kwanza, kuna nini huko kwenye Instagram sasa? Bidhaa unazo kwenye simu, unamuuzia nani? Hapa ndipo vijana wengi wanafanya makosa, wanatumia akaunti zao za binafsi kuchanganya biashara na maisha. Hapana, usifanye hivyo. Kwanza tuangalie swala la Instagram. Instagram ndio Instagram showroom yako mteja akiingia kwenye peji yako lazima aelewe ndani ya sekunde tatu unauza nini kwanza? Kuna bio yako, usiandike ghost child au team kiba, andika biashara. Mfano, kwenye bio yako andika tunauza raba kali za kiume, tunatumia pia, tunatuma pia mikoani. Halafu unaweka call number, WhatsApp number, hiyo unaiweka Suala la pili ni highlights. Yaani, unaweka highlights zenye majina kama vile feedback, bei, location na jinsi ya kulipa. Hii inamfanya mteja mpya akuamini haraka. Pili, kuna nini huko kwenye WhatsApp business? Mbili ni swala la WhatsApp business. Kama unataka kufanya biashara serious Unabudi kuwa na WhatsApp Business. Hii sio WhatsApp ya kawaida ya kupiga umbea. Kwanza, kuna sehemu ya catalog. Hii ni sehemu muhimu sana, weka picha za bidhaa zako, weka bei na weka maelezo. Mteja akiingia DM anatumia linki ya catalog anajichagulia inaokoa muda wako wa kutuma picha 50 kwa mteja mmoja. Swala la pili ni lebo label. Tumia labels kupanga wateja wako, weka rangi ya kijani kwa waliolipa, rangi ya njano kwa wale ambao ni pending, pending payment hawajalipa. Hii itakusaidia usisahau oda za watu. Kuhusu status, usiposti mfululizo, panga status zako. Asubuhi posti bidhaa, mchana posti feedback ya mteja aliyepokea mzigo, jioni posti elimu kidogo kuhusu bidhaa yako. Status ndiyo sehemu yenye conversion kubwa zaidi kuliko pote. Sasa hebu tuangalie swala la kujenga uaminifu, lakini pia swala la malipo likoje. Nina swali hapa kwako ni kitu gani kigumu zaidi unachokutana nacho unapotaka kuuza mtandaoni hapa Tanzania? Jibu ni moja tu: uaminifu. Mteja anaogopa kutuma pesa kabla ya kupata mzigo, na wewe unaogopa kutuma mzigo kabla ya kupata pesa. Hapa ndipo biashara zinapokufia. Sasa ngoja nikueleze siri ya kuvuka hapa. Kwanza, onyesha wewe ni mtu halisi. Watu hawanunui kwa roboti. Mara moja moja, jirekodi video ukiwa una unpack mzigo, ukiwa dukani au ukiwa unaongea. Sura yako inajenga uaminifu. Pili, ni nguvu ya social proof. Kila ukiuza, hata kama ni kwa ndugu yako, muombe akutumie picha akivaa hiyo bidhaa au screenshot ya message akisema "Asante, mzigo umefika." Posti hizi kwenye Instagram stories na uziweke kwenye highlights iliyoandikwa feedback. Mteja mpya akiwa na wasiwasi, mwambie kaka, pitia highlights zetu, uone wateja waliopokea mizigo yetu. Au mizigo leo hii, inakata mzizi wa fitna. Swala la tatu ni mfumo wa malipo. Tumia namba ya biashara au jina lako rasmi. Mteja akituma pesa M-Pesa au Tigo Pesa, akiona jina la Ali Mwambola, inampa amani kuliko kuona jina la ajabu ajabu. Kama unaweza sajili namba ya lipa namba, hii inaongeza hadhi ya biashara yako maradufu. Sasa sheria kuu ni ipi? Usidanganye. Kama mzigo umeisha, sema umeisha. Kama utachelewa kufika, piga simu, uambie mteja. Uongo mmoja unaharibu biashara ya miaka kumi. Uaminifu ndiyo mtaji wako mkuu, kuliko hizo pesa. Hebu tuangalie masuala ya logistics ambayo yanahusisha jinsi ya kutuma mzigo, yani delivery. Sasa mteja amelipa, mzigo upo mkononi, unamfikishaje? Hapa ndipo faida inapoingia au kupotea. Kama mteja yuko dar es Salaam, jenga uhusiano na dereva wa bodaboda mmoja au wawili wanaoaminika. Usichukue bodaboda yoyote barabarani, tafuta yule ambaye mnaweza kuandikishana, unamjua kijue chake huyu ndiye atakuwa delivery guy. Delivery guy wako mpangie bei maalum kwa mzigo wa mjini. Mteja analipa delivery fee, wewe unampa, unampatia dereva. Kama mteja yupo mkoani, hapa ndipo soko lilipo. Tanzania ni kubwa. Kwanza, funga mzigo vizuri, usitumie mifuko usitumie mifuko meusi ya rambo pekee. Nunua bahasha za kaki au mifuko maalumu ya delivery, weka stika yenye jina la brandi yako. Hii inasaidia kwenye branding. Mbili ni suala la stendi ya mabasi. Nenda ofisi ya mabasi zinazoenda mkoa unaohusika, mfano kama ni Mwanza, nenda ofisi ya mabasi ya Mwanza. Lipia mzigo na muhimu sana, chukua risiti ya mzigo, yani waybill. Tatu, tuma risiti. Piga picha ile risiti ya basi na umtumie mteja whatsapp papo hapo. Hii inamhakikishia mzigo upo njiani na inajenga uaminifu wa ajabu kwa oda inayofuata. Gharama ya kutuma mikoani mara nyingi ni kati ya shilingi 5000 hadi 10000 kulingana na ukubwa. Hakikisha mteja anajua gharama hii ni juu yake au kama umemjumuisha kwenye bei ya bidhaa. Sasa hebu tuangalie siri ya content creation hii ikoje? Kabla hatujamaliza, hebu tuongelee kitu kimoja kinachoua biashara nyingi mtandaoni: picha mbovu. Nimesema mwanzoni, mteja hanunui bidhaa, ananunua picha. Huna haja ya kamera ya mamilioni, simu yako inatosha. Zingatia haya mambo muhimu mawili. Kwanza ni mwanga, yaani lighting. Usipige picha chumbani usiku na taa ya njano. Toka nje au sogea dirishani wakati wa mchana mwanga wa jua ndio filter nzuri kuliko zote, rangi ya bidhaa inatoka halisi. Mbili ni background. usipige picha ya kiatu kikiwa juu ya carpet chafu au kukiwa na vyombo vichafu vyuma nyuma, nunua karatasi ngumu nyeupe yaani manila paper au kutumia shuka safi nyeupe. Weka bidhaa piga picha safi na inavutia. Ukifuata haya machache, peji yako itaonekana kama duka la kimataifa, huku ofisi yako ikiwa ni chumbani kwako. Nimekueleza mambo mengi kuhusu e-commerce na nafikiri umefaidika, na inawezekana ukawa tayari kuanza hiyo biashara. Sasa, kabla sijamaliza kwenye hii video, nina wito nataka kukupa. Sasa hebu nisikilize kwa makini. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, sababu ya kusema sina mtaji imekufa rasmi leo. Anza na simu yako, anza na WhatsApp status yako, anza na pre-order model. Usisubiri uwe na mamilioni ndio uanze kufanya biashara, anza ili upate mamilioni. Kama umejifunza kitu kipya leo naomba ubonyeze like na niandikie kwenye komenti, ni biashara gani unayoogopa kuanza? Nitasoma komenti zote na kukushauri kwenye video inayofuata. Ya wiki ya biashara mtandaoni, tutaenda hatua moja mbele zaidi. Tutaangalia sponsored ads, jinsi ya kulipia Instagram elfu tano tu, ili tangazo lako liwafikie watu elfu kumi wasiokujua. Hii ndio itakuza biashara yako kutoka biashara mtaani kwa kampuni. Mimi ni mtangazaji wa kipindi ya Ali Mwambola, naomba mwendelee kuangalia Tan Business Channel online television ili muwe ili muweze kupata elimu ya ujasiriamali mali. Asante na karibu tena wiki ya simulizi ya biashara.